Na mtazamaji wa Trend TV bwana Leoni kwapo kwa ajili ya kuletea update, na hii ni moja kati ya comment, au tunaweza kusema kwamba ni maoni ambayo yamejitokeza huko mitandaoni kutoka kwa yule mwanadada eh, anaitwa Zuena Zuena wa Diamond Platinumz. Amekuja naye pia amefanya eh, ametoa mchango wake au mchango wake wa maoni kwa ujumla kuhusiana na kile ambacho kimetokea kati ya Haji Manara na aliyekuwa mkewe Zailisa. Kwa mujibu wa Zuena yule wa Diamond Platinumz anasema kwamba aliisaliti Simba sembuse Zailisa. Huo ni moja kati ya ujumbe ambao ameuzungumza. Uh, huyo Zuena amekuja kuambatanisha na story ya Haji Manara katika swala la michezo kwamba alikuwa ni msemaji wa klabu ya Simba then ghafla akabadilika akawa msemaji wa klabu ya Yanga timu pinzani ya Simba. Kwa hiyo kutokana na hilo watu wamepoteza imani na kuona kwamba hata hiki kilichotokea labda Manara tena yeye ndo amefanya mambo meusi kwa Zailisa. Kwa mujibu wa huyo Zuena. Uh, kuna page hapa imekuja kuripoti kuhusu na hiyo habari wakiwa ameandika kwamba aliyewahi kuwa video vixen kwenye wimbo wa Diamond Platnumz Zuena Eh, ni kwamba amefunguka kwa kuwa upande wake yeye anaona kwamba Manara hawezi kukaa na mtu mmoja kutokana na desturi yake ya kutokutulia hata kwenye mambo ya timu za mpira. Zuwena amesema kwamba hafurahii kuona watu wakiachana ila swali alilojiuliza ni kuwa Haji Manara aliweza kutoka katika klabu ya Simba na kuhamia Yanga, je, anaweza kudumu kwenye mahusiano na mtu mmoja hususan Zailisa. Ameongea hayo kwa kusema pia hawezi jua nini ambacho kilichokuwa ya, nini alichokuwa anapitia Zailisa kwenye, kwa hivyo basi hawezi mlaumu kwa kuwa hawezi jua alichokipitia ndani ya ndoa yao. Zuwena alisikika akisema kwamba, mimi nadhani kwamba mahusiano ya mapenzi yakiwa ya, ya mitandaoni, e, sana ni changamoto, kwa kuwa sio kila mtu anakutakia heri na sio kila mtu anafurahia, na pia vile vile naweza, na pia vile vile na pia naweza sema kwamba huyu kijana sijui ni mzungu anayemwita, kama ameshindwa kukaa na timu moja kama Simba alivyokuwepo awali, je, ataweza kudumu kwenye mahusiano ya ina, inakuwa ni changamoto sana, na kuna mambo yapo chini ya pazia, huwezi jua nini kilicho e, walichokuwa wanapitia au walichokuwa wanapitia mule ndani e, unaweza ukamlaumu alikuwa kwa Dula akatoka akawa na huyu akatoka huwezi jua chini ya kapeti eh, nini ambacho amekiona au alichokipitia. Alisikika akizungumza hivyo Zuwena, video vixen wa Diamond Platnumz. Ukiwa kama mdau, huweka maoni yako bwana katika comment section eh, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.